Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha tena katika masomo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nakualika na kukukaribisha katika kipindi hiki siku ya leo. Natumaini haujambo na unaendelea vizuri huko uliko, na Mungu wetu wa mbinguni anaendelea kukuhudumia na kukulisha, na kama kuna changamoto yoyote ambayo unapitia basi unaweza ukazungumza naye, naye akakupatia tumaini, furaha, amani na suluhu ya changamoto ambayo unakabiliana nayo. Siku ya leo tutakwenda kujifunza na kuchambua moja ya kauli tata na hatari zaidi ambazo Wakristo wengi wamekuwa wakizitumia hasahasa katika matukio ya misiba kwamba sisi tulimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi. Na hii inazungumziwa kwa habari ya marehemu ambaye amefariki kwamba wanadamu walimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi na ndiyo maana amekufa. Kabla tujaanza kujifunza kwa kina somo hili la leo ni kualike tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa kutupatia fursa hii. Maandiko yako matakatifu ndiyo nuru na taa katika miguu yetu, kutusaidia kutembea katika njia ambayo itatufikisha salama mbinguni. Tuongoze tunapokwenda kujifunza haya siku ya leo, katika jina la Yesu, Amen. Kama alivyokwisha kukuambia kwamba leo takwenda kujifunza na kuchambua moja ya kauli ambazo zimekuwa za kawaida sana kuzisikia katika matukio ya msiba, kwamba sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi, kimaanisha kwamba Mungu anapompenda mwanadamu, anapovutiwa naye, basi anamuua. Takwenda kuipima kauli hii kwa mujibu wa maandiko matakatifu na kuona hatari yake ni nini, nini chimbuko lake, na kwa nini hatupaswi kuzungumza ikiwa kweli tunamwamini Mungu wetu aliye mbinguni. Kitabu cha Maombolezo sura ya tatu fungu la ishirini na mbili na ishirini na tatu ikiwa inaelezea sifa ya Mungu, tabia ya Mungu inasema: ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, wa uaminifu wako ni mkuu. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko matakatifu tulipaswa kuwa tumekwisha kuangamia muda mrefu kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini kwa sababu ya rehema za Mungu tunapata nafasi ya kuishi tena, kwa upendo wa Mungu unamfanya atupatie nafasi ya pili ya maisha na siyo kutuua. Na tunajifunza katika kitabu cha Warumi sura ya tano fungu la kumi na mbili kwa habari ya mauti, inasema kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti O mauti yanayotukabili ambayo ya tunakutana nayo kila siku ni kwa sababu ya dhambi, sio kwa sababu ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ulikuwepo tangu mwanzo kabla ya mauti, na upendo wa Mungu unakusudia kutupatia uzima sio wa miaka ishirini thelathini arobaini au hamsini bali ni uzima wa milele lakini dhambi ili tuletea mauti na kufupisha maisha yetu. Kwa hiyo siye Mungu ambaye kwa, sio Mungu ambaye anafurahishwa na kupendezwa nasi na kutuua, bali ni dhambi ile ambayo ni mgeni aliyevamia katika ulimwengu uliokuwa mkamilifu kutoka mikononi mwa Mungu. Asili ya kauli hii inatokana na moja ya maneno ambayo Ayubu aliyazungumza baada ya kupatwa na majanga mengi ya familia yake ayubu alisema maneno haya katika kitabu cha ayubu moja ishirini na moja mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi nami nitarudi tena huko uchi vilevile bwana alitoa na bwana ametoa jina la bwana libarikiwe haya ni maneno ambayo ayubu aliyazungumza akiwa anaamini kabisa kwa sababu alikuwa ajui nini kilichokuwa nyuma ya pazia alikuwa anaamini kabisa kwamba mali zake zote na watoto na vyote alivyokuwa navyo ambavyo vilipotea na hata afya yake, ni kwa sababu Mungu aliyekuwa amempa aliamua kuvitoa. Lakini wote tunatambua dhahiri kabisa kwamba hii haikuwa kazi ya utoaji wa Mungu, bali ulikuwa ni uharibifu ambao mwovu aliufanya katika familia ya Ayubu. Na kwa sababu Ayubu alizungumza hiki, japokuwa alikuwa anaamini anazungumza ukweli alikuwa amekosea na ni moja ya mambo ambayo yalimsababisha akaulizwa maswali magumu hata akasema katika kitabu cha Ayubu arobaini na mbili fungu la thelathini na moja nimesema maneno nisiyo yafahamu kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Ayubu aliyazungumza bila kutambua juhi, kwa sababu alikuwa ajui kwamba nini kilichokuwa nyuma ya pazia na moja ya hayo maneno ni hayo ambayo tumeyasoma ya Ayubu moja ishina moja kwamba alitoka tumboni mwa mama yake akiwa uchi, naye atarudi mavumbini vivyo hivyo. Kwa hiyo Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ayubu aliamini kwamba Bwana ndiye aliyempatia, lakini Bwana ndiye aliyetoa. Lakini siye Bwana aliyetoa, bali ni Shetani ndiye aliyesababisha uharibifu wote huo, na tunajifunza dhahiri kabisa katika Maandiko tafsiri halisi ya upendo wa Mungu. Kitabu cha Yohana tatu kumi na sita kinasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. kwa hiyo upendo wa Mungu unambidisha kutupatia sisi nafasi ya kuweza kupata uzima na sio kumbidisha kutupatia sisi, kutukatisha sisi maisha ili tuweze kufa. Kwa hiyo upendo wa Mungu haumfanyi au haumvuti kutuua. Upendo wa Mungu unamfanya au unamvuta kutuhuisha, kutupatia nafasi ya maisha. Tena waraka wa pili wa Petro sura ya 3 fungu la 9, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba. Hii kauli kwamba Bwana hapendi watu wao yeyote apotee, pia inaweza kusema kwamba Bwana hapendi mtu yoyote apoteze nafasi ya uzima wa milele au mtu yeyote aingie katika mauti ya milele, kwa sababu Mungu apendi hivyo. Ndiyo maana anachelea kurudi, ili angalau kila mtu aweze kufikiria toba. Huu ndio upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu haumuongozi kutuua. Upendo wa Mungu unambidisha kutuvumilia na kutupatia nafasi ya maisha ili tuweze kufikiria toba, hatimaye tuweze kuokolewa. Sasa hatari ya hii kauli ni nini? Kama tulivyojifunza, moja ya vitu ambavyo ni vya wazi kutoka katika hii kauli ni upotoshaji hatarishi wa tabia na upendo wa Mungu, na kuna watu wengi ulimwenguni ambao kwa sababu ya kauli hii wamemtazama Mungu kama katili asiyejali na asiyethamini, kwa sababu misiba iliyowapata, kwa sababu majanga yaliyowapata yaliondoka na ndugu zao, marafiki zao na jamaa ambao wakati fulani walikuwa ndio msaada mkubwa katika maisha yao. Kwa hiyo wanapotambua kwamba Bwana ndiye ambaye anapenda watu na kuwaua, kwa sababu wamesikia ikizungumzwa hivyo, basi wametengeneza chuki, hasira juu ya huyu Mungu wa mbinguni. Hiyo ni hatari ya kwanza ya kuitumia kauli hii kupotosha tabia na upendo wa Mungu, hasa kwa wale ambao hawamjui na kumtambua Mungu vizuri. Kauli hii inaambatana na imani kwamba mtu anapokufa basi anabadilisha tu ulimwengu mwingine wa kuishi, kwamba wakati sisi tunamwona amekufa, haishi tena, kumbe yuko mahali kwingine anaishi, yaani Bwana amemtoa amemweka mahali fulani karibu naye, ili aendelee kuishi, kitu ambacho ni hatari na ni hatari mno. Na kwa nini watu wanaamini kwamba watu wakiwa wanakufa wanabadilisha mazingira ya kuishi? Ni kwa sababu ya kushindwa kuelewa vizuri kile ambacho kinazungumzwa katika kitabu cha Mhubiri kumi na mbili saba kwamba nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa nayo roho humrudia Mungu aliye itoa. Ukweli ni kwamba hili neno roho, ambalo kwa lugha ya asili ni ruach, linarejelea pumzi ya uhai. Kwa hiyo roho ambayo inasemwa inamrudia Mungu aliyeitoa ni ile pumzi ambayo, baada ya Adamu kuumbwa, alipopuliziwa, ndiyo ndipo akawa nafsi hai. Kwa hiyo imani kwamba hii pumzi ni mwanadamu hii pumzi inaweza ikaishi pasipo mwili, ni kumaanisha kwamba mwanadamu na Mungu wako sawa, kwa sababu wakati wowote wa ambapo Mungu alikuwa akiishi, pumzi yake ilikuwa pamoja naye, au roho yake ilikuwa pamoja naye, hii ambayo inatia uhai katika mwili wa mwanadamu, na ikiondoka uhai wa mwanadamu unapotea, maanake ni kusema kwamba Adamu wakati anafanyika hai duniani alikuwa tayari hai mahali fulani ambako hana mwili, lakini anaishi. Jambo ambalo ni uongo, ni upotoshaji na ni hatari. Ni ile ile propaganda ya shetani kwamba hamtakufa hakika. Eh, ile, ile teolojia ya kutokufa kwa roho. Tunajifunza vizuri kabisa katika uumbaji kwamba mwili wa mwanadamu ukijumlisha na pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu ndipo mwanadamu anakuwa nafsi hai, mwenye akili na utashi. Nje na hapo hakuna uhai wala utashi wowote wa neno linasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo hakuna maisha yoyote baada ya kifo. Kwa hiyo mtu anapokufa kinachofuata ni hukumu na hii hukumu inafanyika baada ya mwanadamu kufufuliwa, sio inafanyika kupitia roho inayoishi mahali fulani. Kitabu cha Mhubiri tisa fungu la tano na sita kinasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu kumbu lao limesahauliwa, mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao imepotea yote pamoja wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika li, li, chini ya jua. Kwa maandiko yanatuambia wazi, mtu anapokufa habari yake imekwisha, tena hana sehemu yoyote katika kile kinachofanyika chini ya jua. Habari ni kwamba kauli hii pia inatoa ina, inatoa nafasi ya watu kuamini kwa kwamba mwanadamu anaishi katika namna nyingine, katika ulimwengu mwingine, na hivyo pia inatoa nafasi ya teolojia nyingine hatari ya kuomba kwa ajili ya wafu ili Mungu awasamee wa Mungu aweze kubadilisha hatima yao hata kama wamekufa katika dhambi zao. Na kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ya tano fungu la 16 inatuambia mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima, kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti iko dhambi iliyo ya mauti sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo kwa hiyo kama mwanadamu ametenda dhambi alafu dhambi yake ikampelekea mauti usi, usipoteze muda kuomba kwa sababu Mungu hajatuambia kuomba kwa ajili ya dhambi ya, ya namna hiyo ila anasema kama ametenda ndugu yako dhambi ambayo haipelekei mauti unaweza ukamwombea na Bwana akasikia maombi yako lakini mwanadamu aliyekufa hawezi akaombewa eti hatima yake ibadilike. Kwa kauli ya kwamba Mungu a kwa, kauli ya kwamba sisi tulimpenda alafu eti Mungu akampenda zaidi ndo maana, ndo maana amekufa. Kauli hiyo ni hatari na ni kauli potofu, ni kauli ambayo iko kinyume na neno la Mungu na upendo wa Mungu kama vile ambavyo unafunulia katika Biblia lakini zaidi ni kauli ambayo inamtukuza zaidi shetani kuliko kumtukuza Mungu kwa sababu inachafua a, tabia ya Mungu na sura ya Mungu kama vile ambavyo inafunuliwa katika maandiko na kufanya aonekane ni katili, asiyejali, asiye na upendo. Mungu anisaidie, Mungu anisaidie na Mungu akusaidie kuweza kuelewa nini hasa ambacho anatamani tuweze kutembea nacho. Yote tunayoyazungumza tunayoyatenda yanachukua sehemu katika maisha yetu na sehemu katika hatima yetu, na pia yanaweza yakasababisha watu fulani wakapata uzima wa milele au watu fulani wakapata mauti ya milele. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini sana na haya mambo. Hakuna ukweli wowote wa kwamba Mungu akimpenda mtu anamuua. Mungu akimpenda mtu anatafuta namna ya kumsaidia na kumpatia uzima wa milele, na ndio maana alikuwa tayari kumtoa Yesu Kristo aje kufa ili mwanadamu aweze kupata nafasi ya kuishi milele kwa sababu alimpenda. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tumezoea mambo mengi hatari na ya kutisha, na imekuwa tu kama sehemu ya kawaida ya maisha yetu, na ha moja hayo mambo ni kauli hii hatari, kwamba heti wewe ukimpenda mtu unamuua, jambo ambalo ni uongo na ni hatari. Tusamehe sana kwa wale ambao tumewaumiza, tumewaharibia imani, ya, imani yao kwako na kuwadhoofisha kwa sababu ya maneno haya Tunapoendelea na maisha yetu mafupi ya duniani katusaidie kuweza kuwa makini na maneno yote tunayozungumza, hasasa kuhusu sifa na upendo wako. Kawe pamoja nasi katika jina la Yesu, amen. Nikutakie siku njema mpenzi mtazamaji, na neema ya Yesu Kristo ikaweza kuwa pamoja nawe mpaka wakati mwingine na siku nyingine. Ubarikiwe. Bye.